Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Uh, sekta ya uvuvi ni muhimu sana katika uchumi wa jimbo la Mwibara, lakini unahitaji sana umeme ili uweze kuendelea. Je, ni lini serikali itasambaza umeme katika vitongoji vilivyobakia, Mheshimiwa Waziri? Asante mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa swali zuri la mheshimiwa mbunge. Serikali ilikuwa ina mradi wa kimkakati wa kupeleka umeme katika maeneo ya uzalishaji ikiwemo maeneo ya migodi midogo, viwanda, maeneo ya uvuvi na maeneo yote ambayo yanachagiza shughuli za kiuchumi, na mradi huu umefikia maeneo zaidi ya maeneo 1000 ikiwemo vituo vya afya na visima vya maji vilevile, kwa maeneo ambayo yanatoa huduma za kijamii. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge, serikali ilishaanza kupeleka umeme katika maeneo ya kimkakati yanayochagiza na shughuli za kijamii. Na kwa maeneo ya, vi, ya vitongoji serikali inayo miradi. Sasa hivi tuna mradi wa takriban vitongoji vya kupeleka umeme kwenye vitongoji 15 vya kila mbunge na vilevile tunaenda kuanza uh, mradi mkubwa wa vitongoji 9000 kwa majimbo mbalimbali nimhakikishie mheshimiwa mbunge na jimbo lake na lenyewe litano. Jimbo la Igunga lina jumla vitongoji 337, ambapo kati ya hivyo vitongoji 95 vimepatiwa umeme, vitongoji 15 wakandarasi wanaendelea na utekelezaji wa miradi kupitia mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili a na vitongoji 69 zabuni imetangazwa kupitia mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili b. Aidha, serikali kupitia wakala rare wa nishati vijijini REA itaendelea kutenga fedha za kuvipelekea umeme vitongoji 158 vilivyosalia. Nianze kuishukuru serikali hususan ni wizara ya nishati kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Na hatimaye wameweza kutupatia vitongoji vipya 69 kuingia kwenye mchakato vikiwepo vitongoji vya Mwarunju, Mwakule, Mwaobela, Kagela lakini pia na vitongoji vingine mpaka kule Mama Tiga kwetu Mama Shimba. Nashukuru sana Wizara kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Igunga. Sasa changamoto kubwa ambayo imekuwa ikipatikana kwenye uunganishaji wa umeme kwenye ngazi za vitongoji ni ile swala la ulazima uwepo umeme wa line ya MV, kwa maana line kubwa. Sasa mmeshatangaza hivi vitongoji na kuna uwezekano baadhi ya maeneo mkakuta hakuna hiyo line. Ipi kauli ya Wizara katika kuhakikisha wananchi wa Jimbo la Igunga wanafikiwa umeme wote na kwa bei ya elfu? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na ninashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Mbunge na tunashukuru kwa pongezi zake kuhusiana na vitongoji hivi sitini na tisa ambavyo vinaenda kutekelezwa katika mradi wa kupeleka umeme vitongojini awamu ya pili B. Ni kweli katika awamu ya vitongoji kumi na tano vya kila mbunge ulikuwa ni mradi wa ujazilizi na tulikuwa tunapeleka umeme na tunaendelea kupeleka umeme katika vile vitongoji ambavyo vimepitiwa na laini kubwa.